Unaweza ukasema wewe ni mdanganyaji, lakini bana, kuna wadanganyaji zaidi yako ambao wameweza kutokea katika dunia hii na wanaendelea kupatikana siku hadi siku. Sasa niko na taarifa ambayo inamhusu Tiron Alexander mwenye umri wa miaka 35, ambaye yeye ameweza kukamatwa kwa kuweza kudanganya kwa kuwa ni yeye ni mhudumu wa ndege kwenye mashirika ya ndege saba tofauti tofauti. Imagine, yani ndege saba tofauti tofauti, alikuwa akiashumu kwamba yeye ni mfanyakazi na mmoja kati ya wahudumu ambao wanafanya katika shirika hilo ndani ya miaka sita mfululizo anaweza kuunda vitambulisho feki, akaweza kuandika tarehe ya kuajiriwa za uongo, lakini pia anaweza kutumia stakabadhi bandia za seti 30 za, za stakabadhi hizo, ilikuwa kupata zaidi ya safari 120 za ndege bila kulipa. So, kuweza kufanya kama mhudumu katika eh, mashirika hayo saba tofauti, tofauti ya ndege ndani ya eh, miaka sita, ilikuwa tu ni aweze kukamilisha safari zake 120 za ndege bila kulipa, kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa sababu watu wanajua ni mhudumu wa ndege. So, kuulizo sana inakuwa soki Kesi. Sasa alikuwa hata anaingia katika maeneo ya usalama wa uwanja wa ndege e, kana kwamba ni sehemu yake rasmi ya kazi, yote haya bila kuweza kufanya hata e, siku moja so, alikuwa anaingia sehemu yoyote e, kupitia uwanja wa ndege pale, nini anazuka akaanza kaingia huko akatoka huko kaingia huko, kwa sababu watu wengi wanajua ni mfanyakazi wa pale, kwa sababu vitambulisho vyote anavyo na vimeweza kukamilika. Sasa jamaa huyu kimsingi alikuwa anaingiza kama mfanyakazi au anaweza kuigiza eh, kama mfanyakazi wa ndege kuanzia mwaka 2018 na hadi mwaka 2024 na na akaendelea bila kugundulika hadi sasa. Mshikaji kwa alikuwa anaendelea kupiga mitikasi hiyo na alikuwa hajaweza kugundulika kwa mtu yeyote ambaye ameweza kufanya labda uchunguzi, lakini mshikaji akawaendelea kufanya hivyo zaidi ya miaka sita ambayo alikuwa anafanya. E, utapeli huo tunaweza tukasema huo ni utapeli kwa sababu e, unaweza kutumia vitu feki kuweza kupata kif, e, kitu fulani. Sasa jopo la majaji wa serikali limempata na hatia ya kuweza kuwa na ulagai wa mitandao yani wire fraud na kuweza kuvunja usalama wa uwanja wa ndege, ambapo pia e, kesi hii pia anaweza akahukumiwa kifungo cha miaka 30 jela atakapoweza kuhukumiwa mwezi Agosti e, mwaka huu, kwa hiyo mwezi huu, mwezi wa nane e, mwaka 2025 ndipo hukumu yake inaweza eneo hukumu ikitoka, e, si chini ya miaka 30, ambayo ataweza e, kuweza kuitumikia e, katika kifungo chake cha kuweza kulagai lakini pia kuweza kufoji nyaraka za kiserikali kwenye swala zima so la ndege. Endelea kutufuatia sisi kama sawasawa digito katika mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram, e, bila kusahau pale YouTube. Ukisubscribe channel yetu utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa hizi chao